Kwa takriban miaka mingi mkoa wa Rukwa umekosa huduma za uhakika za usafiri wa ndege kutokana na mkoa huo kutokuwa na uwanja wa ndege unaokidhi vigezo vya usafiri wa anga, licha ya mkoa huo kuwa umbali mrefu kutoka makao makuu ya nchi Dodoma na mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam. Kwa miaka mingi wakazi wa, wa mkoa huo wanaotumia usafiri wa anga hulazimika kusafiri umbali mrefu kwa barabara hadi mikoa ya Katavi na Mbeya. Ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyekuja kuleta tabasamu kwa wakazi hao hasa pale alipoamua kupeleka shilingi bilioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Mradi huu utahusisha ujenzi wa barabara ya kuluka na kutua kwa ndege yenye urefu wa kilomita 1.75. Aidha, pia mradi huu utahusisha ujenzi wa jengo la kuhudumia abiria Yaani, terminal buildings yenye uwezo wa kuhudumia abiria laki moja na elfu hamsini kwa mwaka. Pia mradi huu utahusisha ujenzi wa taxiway na ujenzi wa apron ambapo itakuwa ni sehemu za ndege kushusha na kupakia abiria. Pia mradi huu utahusisha uwekaji na usimikaji wa taa za kuongozea ndege nyakati za usiku, pia utahusisha na kituo cha hali ya hewa na pia power substation kwa ajili kwa ajili ya kufua umeme. Mji wetu sisi umejikita zaidi katika sekta ya kilimo, tunazalisha sana mazao ya kilimo ikiwemo hususani mahindi na mazao mengine. Uwepo wa ndege, kama tutaweza kupata huduma za kusafirisha mizigo, maana yake hata yale mazao ambayo ni perishable yataweza kusafiri kwa muda mfupi na kumfikia mlaji ama mteja yakiwa na ubora ule ule, kwa sababu muda utakaotumika kusafirisha mzigo huo utakuwa ni mfupi sana. Tunategemea pia kupata watalii. Akishajua kwamba kuna usafiri ukifika unaunganisha ndege, maana yake nakufikao kwa. Tunategemea kwamba hilo jambo likikamilika, litakuza likika mji wetu, wananchi watapata fursa kupata huduma na vitu. Hali ya ukosefu wa uwanja wa ndege hapo awali ilipelekea wafanyabiashara kupoteza fursa za kibiashara, kutokana na, na mkoa huo kuwa pembezoni, lakini sasa wana matumaini ya biashara zao kutanua wigo. Uwanja ukiwa karibu hapa na ukaweza kuparate, utatusaidia sana kufanya contract za moja kwa moja ambazo nendale na wakati na muda. Biashara ni, ni timing, afu na wakati nje hapo nitakuwa hakuna biashara oh, yes.